Wafanyabiashara wa soko la Amoni huko Busia wamelalamikia mazingira duni ya kufanyia biashara zao haswa msimu huu wa mvua ambapo mitaro ya maji taka imefurika na matope kutapakaa, licha ya wao kulipa ushuru. Soko hilo la Amoni lina wafanyabiashara zaidi ya alfu ishirini. Soko hili linalomilikiwa na mwekezaji wa kibinafsi hufurika siku ya Jumatano na Jumamosi ambazo ni siku rasmi za soko. <coughs> Hali si hali hapa, majitaka na matope yametapakaa kote na kuwaweka wafanyabiashara na wanunuzi wa vyakula katika hatari ya kupata magonjwa yanayosababishwa na uchafu. <coughs> Serikali kuu imetoa shilingi milioni mia nne za kujenga soko la kisasa hapa ili kwa faida ya wafanyabiashara kutoka Malaba, kaunti jirani za Bungoma na Kakamega pamoja na wale kutoka nchi jirani ya Uganda. We know that our senator has raised an objection. I want the senator to pursue the greater good of the greatest number of people in Malaba. Kucheleweshwa kujengwa kwa soko la kisasa hapa Amoni kumechangiwa na utata wa umiliki wa shamba ambapo serikali ya kaunti ya Busia inatarajiwa kumlipa mmiliki wa shamba hili baada ya kushindwa katika kesi ya umiliki wa ardhi hii ya soko, wafanya biashara wakitaka malipo hayo kuharakishwa ili kuruhusu ujenzi. Kazi imeharibika kwa sababu hatuna mwelekeo. Hata inafika mahali unashindwa hata kulipa ada ya shilingi mia moja ama mia mbili tulisaulika, hatuna serikali, tunaangaika. Mulipe hii soko tukae na amani. Tumekuwa tukilipa ushuru kwa hii miaka yote, lakini kufikia saa hizi tunaangaishwa, mara mwenye soko amekuja, mara sijui nini, serikali inataka ushuru, mara wenye soko tunashura, saa tuende wapi? Je, hii Malaba iko kwa kaunti ya Busia ama hii Malaba iko Kenya? Maana ukiona ya kwamba hata wenyewe hawatushughulikii lakini ushuru wanataka. Wamesikitika kuwa ukosefu wa mpangilio sokoni humo kwa zaidi ya miaka ishirini umepelekea baadhi wa ya wachuuzi kuuzia kando kando ya barabara kuu ya Busia Malaba na kuhatarisha pakubwa maisha yao. Kuna watu kwa barabara ambayo wanariski maisha yao. Hii shamba ni kubwa, wale watu hawastahili kukaa kwa barabara huko nje, lakini kwa sababu hatuna county government. Ya Busia haina mpangilio watakaponunua hii shamba wale watu kiongeza, na sisi tukijengewa hii soko tunatoshea sisi wote. Hii pesa yote ambayo imesemekana imelipwa ama ambayo ilizalishwa na hii town mzima haiwezi tosheleza hii soko ilipwe, kwani sisi hapa hatuna maendeleo. Akina mama wafanyabiashara ambao ni wengi hapa wanaadhirika pakubwa mvua inaponyesha, kwa kukosa miavuli na sehemu safi na salama za kujikinga wakisisitiza umuhimu wa soko hilo kuwa mikononi mwa serikali na wala si mmiliki wa kibinafsi. Tunataka tusaidiwe, hii soko iwe kwa mikono ya serikali, ili sisi wafanyabiashara pia tuwe huru. Mvua ikinyesha tunateseka zaidi, hata mnaona hii nyumba jinsi vile ilivyo, tunanyeshewa jinsi vile tulivyo. Choo hatuna, choo ni ya kulipa na yani ni mazingira mbaya tu. Serikali ya kaunti ya Busia hata hivyo, imewataka wanasiasa kujiepusha na mzozo huo wa umiliki wa ardhi ya soko la Amoni, kwani wanahujumu mikakati ya serikali kuu ya kuleta soko la kisasa. La kushangaza ni kwamba viongozi wetu wameweka siasa ambayo inanuia kuharibu mikakati ya serikali. Serikali yetu kuu kupitia kwa rais alikuwa ametupatia hakikisho kwamba tutapata milioni mia nne ya kujenga soko. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Um, soko la aboni.